Sita tu aje kusherekea na wenzake hapa, apate elimu mbalimbali kuhusu kijinsia. Lakini kuna wanawake wengine wana wanaona kitu cha kawaida. Hiyo sio kitu cha kawaida ndugu zangu, akinamama, sio kitu cha nini cha kawaida. Si uhaki ni sawa, eti malikia wa nguvu, si ndio hivyo? Hey, haki sawa. Kwa hiyo ikifika mda kama huu, sita kusherekea na wanawake zenu, mnakuja nasherekea pamoja. Lakini pia kuna wengine ambao wanapigwa vitendo vikali vya ukatili wanavumilia ndani, si ndio? si wapo saloni pele kuambia, kama kuna mtu yoyote ambaye anajua kuna mwanamke ananyanyasika yuko ndani, kuna sehemu nyingi za kwenda kutoa hizo taarifa. Kwa hiyo kwanza kuna mwenyekiti wa kitongoji, kuna mwenyekiti wa kijiji. semea nimewambia, msikubali kutendewa vitendo vya unyanyasaji wa, wa kijinsia. Tumeelewana wanawake? Tumeelewana. Lakini pia wanawake, tupendaje? kwani niye imeshunda kuongea na wanawake wezenu, mje hapa. Wengine si amjawaambia, si ndiyo? Mmewaambia amekataa, basi mwende, mtawaambia lao mlichojifunza hapa, halafu maneno atakuwa ni mengi kwao. Mkitoka hapa, mwende mtawambia, ili mwagani niye imeona wa